Kuna muda unakuwa umeshikwa haswa, unahitaji fedha ya haraka haraka. Sasa kupitia hii video nitaenda nikufundishe namna ya kupata mikopo ya haraka bila dhamana nchini Tanzania. Namba moja, ni kwa kupitia apps. Hapa naongelea application kwa kutumia apps, mfano zilizopo Play Store, App Store au mikopo ya mitandaoni. Sasa tahadhari, fanya utafiti kwanza. Lakini hiyo application ni lazima iwe imeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT. Namba mbili ni mikopo ya benki. Nenda benki kaulizie. Mikopo ya benki bila dhamana. Benki pia hutoa mikopo isiyo na dhamana nyingi, ila inahitaji kuwa mfanyakazi au kuwa na akaunti ya benki ambayo ipo active. Na mwisho ni mikopo ya vikundi, unaweza ukaita group loans. Hii inatakiwa uwe sehemu ya kikundi hicho ambacho kinatoa mikopo hiyo. Sasa, ili upate mikopo ya vikundi, ni lazima na wewe uwe memba au uwe mwanachama wa kikundi hicho.